I nitakachotaka kuambia, nazungumza sana, si vizuri, niwape muda wa maswali. Kanisa hili haliongozwi na kichwa kimoja. Mungu alisema ni mwiko. Mama White aliandika akasema, kanisa hili halitabeba muhuri wa kichwa kimoja. Tedi haongozi kanisa hili, menasikia Tedi haongozi. Ni kiongozi wetu, lakini yeye haongozi pale General Conference napoka. Kazi yetu kubwa ni kamati. Tuna kamati karibu themanini na kitu. Kamati zinakaa zinafanya maamuzi. Kazi ya Tedi ni kusimamia maamuzi ya kamati za kanisa na hili niwaambie, hata kanisa mahalia, msiruhusu mtu mmoja akawa dikteta, akawa ndiye anasema nimesema. Hata mzee wa kanisa, ni baraza la kanisa linaamua, kisha mzee wa kanisa anasimamia. Mnanisikia kwa makini? Mkikosea kanisa liongozwe na mtu tumekuwa cult. Yule mtu akikengeuka anabeba kanisa, akikengeuka tu anabeba kanisa. Kanisa la Mungu halikuwekwa kwa mtu, limewekwa kwa washiriki. Wala kanisa la Mungu halikuwekwa kwa wachungaji. Unajua, wachungaji wengine wataumia wata kusikia hili, huenda kanisa limewekwa kwa washiriki, na wachungaji ni washiriki. tunapokaa kwa pamoja tukajadiliana, tukaamua, Mungu amesema, na ndio maana kanisa la Mungu litakuwa salama. Tukikiuka hapo, mtaniambia. Kwa hivyo nalisema kwa mkazo, ili ninyi mfahamu kanisa linavyoongozwa. Na mkipata sauti moja inajitokeza sana, nuseni, kuna hatari inatokea Sauti ya kanisa na iwe sauti ya kanisa, si ya mtu mmoja ja.